Habari, Dr. Raj Palaniappan, mkurugenzi na daktari mkuu wa upasuaji, taasisi ya bariatrics katika hospitali za Apollo Min, Chennai. Je, tunafanya nini kama daktari wa upasuaji wa bariatrics? Tunawatibu wagonjwa wenye unene uliokithiri. Kama una uzito wa ziada wa kilo 30 kilo 40 au kama una kilo 20 au 30 tu, lakini una kisukari kisichodhibitiwa shinikizo la damu, kolesteroli, una utasa, una usingizi wa kukoroma, ugonjwa wa viungo, unataja ugonjwa wa mtindo wa maisha. Tunafanya taratibu hizi kwa njia ya upasuaji wa laparoskopi, upasuaji bila kovu wa inguinal, kwa upasuaji wa roboti na upasuaji wa endoscopic. Pia tuna idadi kubwa ya vifaa vya kisasa, tuna mifumo miwili ya roboti tuna vifaa bora vya laparoscopic na mifumo ya picha ambayo inafanya kuwa upasuaji salama sana. Tunajitahidi kuhakikisha wagonjwa wetu wanakuwa na furaha kila wakati.